Susan Akuya ameishi bila uwezo wa kuona tangu alipokuwa na umri wa miaka kumi. Hali hiyo hata hivyo haikumvunja moyo binti huyo wa miaka 25 ambaye ni hivi majuzi tu ambapo alifuzu chuo kikuu. Susan alikuwa miongoni mwa maafala zaidi ya elfu waliofuzu kutoka chuo kikuu cha Egerton huko Njoro na kupata shahada ya utafiti wa jinsia na maendeleo. Hi, leo basi tuna mvisha taji binti huyo ambaye amefuzu kwa alama ya juu. zaliwa mwaka wa elfu mbili nikiwa ninaona, lakini nilipofika miaka kumi na nne macho iliweza kupotea, nikawa naenda hospitali lakini ikashindikana. Nikawa naambia mzazi wangu anipeleke shule ya watu wasiona, na kwa sababu nimetoka kwa jamii ya Waturukana ambaye bado kidogo hawajui kama mtu mlemavu anaweza soma. Ilikuwa ngumu sana mimi kuambia babangu anipeleke shule, na baadaye akakubali kupitia ushauri wa wazee kijijini. Kwa hivyo niliweza kuenda shule ya watu wasioona, na nilipomaliza darasa la nane, kweli babangu aliona kumbe naweza fanya kitu tena, so nilienda shule ya upili nikapita vizuri na nikakuja chuo kikuu cha Egerton, na kwa hiyo safari yote, wazazi wangu wamenishika mkono, walinipenda kwa safari yangu ya chuo kikuu. Aa, nilipokuja Egerton nilidhani nitateseka kwa sababu ya kutoona. Sikuwa najua kama nitapata rafiki wazuri Egerton wenye watanisaidia kila ambacho siwezi, kama kwenda darasa ama kuandika notes. Hayo yote nilipata rafiki anaitwa Prudence. Alinishika mkono kutoka first year, alihakikisha nimeenda darasa, alihakikisha nimeandika notes zile ambazo lecturers hawa dictate na kila wakati nikitaka kitu anahakikisha nimepata mwanimu. Wangetuma hizo notes, lazima ungetafuta muda wako wako mwenyewe, uende umsaidie kuzisoma zote. Kama ina kurasa mia moja utasoma zote, kutoka kurasa ya kwanza hadi ya mwisho. So imekuwa hivyo tangu mwaka wa kwanza hadi wa wanne hapo hivyo ningeingia WhatsApp group kama kuna darasa sasa, ni kujipanga, ni hakikisha ya kwamba tumeenda darasani wakati ambao unafaa mapema. Kama mwalimu ningemwambia kama kuna hizo notes, angenitumia sasa, namsaidia kuzisoma kuzisoma zote, aziandike kwa inebri kabla mtihani ufike. Sasa ni mtu mtulivu, anapenda masomo sana, angepata nik. mimi si ule nik okay, kusoma nilikuwa namwambia mimi bado sijasoma, ningesikia yeye ashasoma Susan Akuya is totally visually. Nilipokuwa shule nilikuwa natia bidii, nilisoma. Kwa hivyo siku ya leo mimi nafurahia sana na nasherekea, najua siku ya leo ni matunda. Nimepata award certificate ya kuwa mwanafunzi bora kwa, kwa department ya Gender and Development studies kwa wasichana 6 sita wenye tumepata first class na among au wote, mimi bado ndo niko na CF ya juu. Maisha yangu bado yajafika mwisho, hata baada mimi ya kupoteza uwezo wa kuona, na bado ninaendelea mbele, bado ninajua kufika hapa leo si mwisho bado nitaendelea kusoma. langu ni kuambia kwa jamii kwamba ulemavu haimaanishi chochote. Naweza kuwa ndio sioni, lakini akili yangu inafanya tu kama yako. Naweza kuwa sisikii, lakini akili yangu inafanya tu kama yako. Kwa hivyo mimi nahimiza jamii kwa ujumla, tupeleke watoto shule, usifiche mlemavu, maanake unaua ndoto zake kumficha na kwa mlemavu wewe, ambaye bado uko nyumbani, unaogopa kutokea tokea, wacha kukaa ndani, ongea kile kiko kwa roho yako. Mwisho itafika utabaki peke yako, utateseka na kitu chako ndio kitakuokoa. Inafikanga wakati mlemavu, hata ndugu wanakugeuka, dada zako wanakugeuka. Ukiwa pale bila elimu, utasaidika aje? Hakuna mtu anafaa kukaliwa ama kukalia mwingine, lazima tuwe tupromote hiyo equity kwa society.